Ukiangalia katika ngazi ya sekondari tuna mradi wa kuwajengea wasichana uwezo, ili waweze kutambua kwamba wana malengo, wanapaswa kujisimamia, wanapaswa kujitambua mm -hmm. Eh, ili kufikia malengo yao. Kwa hiyo kupitia mradi huo tunatambua kwamba mtoto anapofikia kile kipindi cha balehe au ugoli wanaita eh, anapitia changamoto nyingi pale asipopata elimu sahihi anaweza akapotea, mwisho wa siku, hata ndoto zake ikawa vigumu kufikia ndoto zake. Kwa kupitia huu mradi ambao tunao tunaofanya katika mikoa mitatu ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara, watoto basi tunawajengea uwezo e, waweze kujitambua, waweze kujisimamia na kufikia ndoto zao. Na umeleta matokeo makubwa sana huu mradi. Kupitia huu mradi tumekwenda shule za sekondari 12 mm -hmm. ya ya katika mikoa mitatu hii ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara changamoto ambazo zina zinawakwamisha eh, wanawake kufikia ndoto zao, ziko changamoto nyingi sana mm. Eh, changamoto ya kwanza ni uwepo wa mila mila kandamizi, mila potofu ambazo zinaona kwamba mwanamke yeye ni mtu wa kukaa nyumbani, kukaa jikoni na kupika, wakuolewa. Sasa kupitia changamoto hii inakuwa vigumu kwao kuweza ku, eh, kuendelea kwa sababu ya hizo mila ambazo ni kandamizi. Yeah, kwa hiyo unakuta kwamba kiuchumi wanakuwa katika hali mbaya, wanakuwa ni wategemezi mm. Yeah, na utegemezi unafanywa na hizo mila ambazo ni mila kandamizi. Lakini hapo pi, inapotokea pia kwamba hawana elimu yeah, hawana elimu. Ni changamoto nyingine ambayo inawapelekea yeah, washindwe kuweza ku, yeah, kufikia ndoto zao, na hii ukosefu wa elimu unatokana na sababu nyingi sana ikiwemo yeah, mila hizi tulizoelezea yeah, kandamizi. Mfano katika jamii nyingi zinaona kama mwanamke sio eh, sio mtu akwenda kusoma, yeye ni wa kuolewa mm. Kwa mazingira kama hayo unakuta kwamba anakuja kuwa mtu mzima, lakini asiokuwa na elimu ya kuweza kumsaidia kwamba aweze kujiajiri mm. mm. Kwa hiyo eh, hii inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kupitia kwa program zetu ndio maana basi tulikuja na program ya kuona kwamba huyu huu kwanza mtoto wa kike mm. Anapata haki yake ya kuweza kusoma kupitia vikao vyetu, mazungumzo na wadau wa maendeleo ya mtoto, mazungumzo ya kisera tuna tunaelimisha wadau juu ya haki za mtoto ikiwemo haki ya kuendelezwa okay, ili basi nini basi mtoto huyu apate nafasi ya kusoma, sawa sana mtoto wa kiume aweze kufikia ndoto zake. Elimu hii tunatoa kwa wanawake wenyewe, kwanza wajitambue, wajue kwamba wana haki katika jamii, ziko sheria mbalimbali ambazo zinawalinda, lakini pia hata kwa wanaume wenyewe, kwamba kuwapa elimu na kuweza kutambua kwamba wanawake wana nafasi katika jamii wana haki katika jamii wana haki ya kuheshimiwa wana haki ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kutambuliwa kama wanadamu wengine. ya changamoto kubwa ambayo tunakutana nazo katika kuwawezesha wanawake kiuchumi swala so la kwanza linaanzia kwanza kwenye kwenye kwenye rasilimali mm, rasilimali kwa sababu tunafahamu kwamba eh, wanawake wengi wanakuta kwa kutokana na hali ambayo wanayo wanahitaji wanahitaji eh, ku kuwa na fedha kwa ajili ya kuweza kurani hizo shughuli ndogo ndogo ambazo anazifanya za kujiingizia kipato. Sasa inapotokea kwamba hakuna mtaji wa kutosha, wenyewe kama wenyewe, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo, na benki mara nyingi wanakuta kwamba hazi- haziwezi zikawaamini haraka haraka kwa sababu wanakuwa hawana vile pengine, eh, viambatanisho ambavyo vitawasaidia wenyewe kuweza kuaminika basi na kuweza kupata, kuweza kupata mkopo. Lakini swali lingine pia ni ufahamu mdogo juu ya fursa ambazo nakuta kwamba ziko, kwa mfano unakuta kuna, e, wa kuna mikopo ya halmashauri, lakini je, ni wanawake wangapi ambao wanafahamu kwamba kuna mikopo ya halmashauri? Ni wachache. kwa hiyo Eh, elimu pia inapotokea kwamba hawana elimu ya kutosha inakuwa ni changamoto kwao katika kuweza kujua kwamba kuna fursa mm. na fursa hizo, waweze kuzi, kuzitumia mm. Yeah, kwa swala lingine inakuja hapo, lakini swala lingine inakuja pia kwenye uaminifu pia. Uaminifu hata wa kile ambacho nakuta kwamba wanakifanya, wakati mwingine unakuta kuna mikopo kule wanapata, lakini hawaendi kuitumia ile mikopo jinsi inavyotakiwa, wanatumia katika pengine eh, eh, kazi ambayo ilikuwa sio tarajiwa na ile ambayo nakuta kwamba waliombea nini, waliombea mikopo. Kwa hiyo hizo ni changamoto baadhi ambazo zinakuta zina, kwamba ziko. Ninacho ishauri jamii na jambo ambalo tumekuwa tukifanya pia kama shirika ni kuendelea kutoa elimu eh, kutoa elimu ili jamii iweze kujua kwamba mila potofu hazina nafasi katika jamii, kwa sababu sehemu kubwa iko hasa kwenye mila kandamizi ambazo kupitia hizi mila kandamizi basi ni mambo mengine yanafanyika kule mm. Kuto kutaka mtoto aende shule, kuto kujua kwamba huyu wa kike anathamani sana mtoto wa kiume mm. Kwa hiyo kupitia hayo basi, endapo tutaweza kuondoa hizo, lakini pia hata tukija kwa upande mwingine, endapo tutaweza kuwa na eh, sera, miongozo eh, sheria ambazo pia zinamjali mtoto wa kike ukiangalia kama sheria ya ndoa ambayo inaeleza kwamba mtoto wa kike mwenye miaka 14 anaweza kuolewa kwa ridhaa ya wazazi. Sasa hili utaona kwamba tukiweza kuondoa vitu kama hivi, basi mwisho wa siku tunaweza kuwa na jamii ambayo ina usawa kijinsia, jamii ambayo wanawake pia wanaweza kuwa na nini na fursa sasa za kuweza kushiriki katika maswala ya kiuchumi. Nafasi tulio nayo kama wanajamii ni kumfuatilia mtoto kwa karibu, tusiache kwamba jukumu la watoto likaa kwa walimu peke yao. Wazazi pia wana wajibu wa kufuatilia watoto, lakini pia pale inapotokea kwamba ni mzazi, mtoto wako umeambiwa kwamba kafanya jambo fulani, isitokee kwamba we mzazi ukawa mtetezi kwa mtoto. Fuatilia pia kwa karibu, toa pia ushirikiano katika kumsaidia mtoto.